Wachunguzi wametoa ripoti ya ndege iliyoanguka nchini Colombia, wamesema huenda iliishiwa mafuta. Taarifa za awali zilimnasa rubani wa ndege hiyo akisema kulikuwapo na hitilafu ya umeme. Brazil inaomboleza kwa siku tatu, na mashabiki walikusanyika uwanjani kuomboleza kufuatia vifo vya wachezaji wa timu ya Chapecoens kwenye ajali hiyo. Rais wa mamlaka ya Palestina Mahmud Abbas amehutubia mkutano mkuu wa chama chake cha Fatah ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka elfu mbili na tisa. Amesema bado ana nia ya mazungumzo na Israel ingawa upo wasiwasi wa kufikia lengo lake la kuona taifa la Palestina. Abbas pia anakabiliwa na mwito wa kujiuzulu baada ya raia kupoteza imani naye. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limetaka ulinzi kwa raia wa Aleppo. Limeonya mashambulizi yanayoendelea kwenye mji huo yanayoweza ya kufanya kama eneo kubwa la kaburi. Baraza hilo limesema raia wengi wanaokimbia mji huo kutokana na mashambulizi yanayoendelea kati ya vikosi vya serikali na waasi. Seneti nchini Colombia limepitisha kwa kauli moja mkataba mpya wa amani. Mkataba huo ulisainiwa wiki iliyopita kati ya rais Juan dos Santos na kiongozi wa waasi wa FARC Rodrigo Londono na unalenga kumaliza mzozo uliodumu kwa miaka hamsini na mbili. Toleo la awali la mkataba huo lilikataliwa na raia kwenye kura ya maoni. Afrika Kusini imezindua chanjo ya majaribio ya UKIMWI. Wanasayansi wanasema hiyo ni hatua kubwa ya kukabiliana na virusi vinavyosababisha AIDS. Vijana 5400 nchini humo watapewa chanjo hiyo, aina ya HVTN 702 inaelezwa kuwa ni hatua kubwa ya mapambano dhidi ya UKIMWI.